Mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia katika vipindi hivi, leo tena tuko katika macho yako kuhakikisha kwamba uh, tunaendelea kukuingizia ufahamu katika kichwa chako kufahamu mambo mengi ambayo eh, yamekuwa na maswali mengi kwa baadhi ya watu, wamekuwa wakihoji, wamekuwa wakitafuta majibu eh, mahali mbalimbali mbali. lakini kupitia kipindi hiki unapata majibu ya uhakika, nini maana halisi ya jambo fulani ambalo tunakuwa nalo mahali hapa. Mara kadhaa tumekuwa na ajenda mbalimbali na mada mbalimbali mbali, kama ambavyo uliweza kutufuatilia kwa wiki iliyopita tulikuwa tukizungumza kwa habari ya mitandao ya kijamii namna ambavyo watumishi wa Mungu wamekuwa wakiitumia mitandao ya kijamii. Tuliangalia pande mbili. Watumishi wa Mungu wanapotumia mita, mitandao ya kijamii wanakuwa na uh, wanajiingiza kwenye mitandao kwa malengo gani? Je, ni kuhubiri Injili au kwa ajili ya kutimiza vigezo na masharti vya kimtandao? kupata fedha tuliweza kuangalia kwa ukubwa sana hilo eneo na mtumishi wa Mungu ambaye tulikuwa naye Reverend Saombeni alikuwa na majibu mazuri na kwa hakika na mimi mtazamaji ulibarikiwa kwa namna moja au nyingine sasa leo bado uko na mimi mtangazaji wako Revocato Stedori na kipindi ambacho tuko nacho siku ya leo pamoja na mada yetu inayosema kwamba kwa habari ya utoaji wa sadaka tunatoa kwa sababu tumebarikiwa au tunatoa ili tubarikiwe hiyo ndio mada ambayo tuko nayo mezani siku ya leo kuweza kupata majibu halisi na hakika kuhusiana na hiki ambacho eh, tunakwenda kukizungumza siku ya leo. Watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana. Tunatoa ili iweje, ili tubarikiwe au eh, tunatoa kwa sababu tumebarikiwa? Sasa, mtumishi wa Mungu Reverend Sa Ombeni leo tumepata nafasi ya kuwa naye tena hapa, na atakuwa na majibu mazuri kabisa kuhusiana na mada tuko nayo siku hii ya leo. Kikubwa ni wewe kutoka mbali na mfululizo wa vipindi hivi, lakini pia usiache kushare kusubscribe pamoja na kucomment, bila kusahau ku like katika chaneli yetu hii ambayo imekuwa ikikuletea vipindi bora kabisa ambavyo vinakujengea ufahamu mpya kwenye maisha yako. Bila kupoteza wakati uh, nirudi sasa kwa mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye siku ya leo mahali hapa aweze uh, kukusalimia lakini pia moja kwa moja tutaingia katika mada ambayo tuko nayo mezani. Mada yetu ina hoji, tunatoa ili tubarikiwe, au tunatoa tulichobarikiwa na Mungu? Ndio mada ambayo tuko nayo siku ya leo. Mtumishi wa Mungu Levelent Saombeni atakuwa na majibu mazuri na ya kina kuhusiana hili. Mtumishi wa Mungu uh, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Habari ya uzima mtumishi. Alo Yesu mtamwe. Mnaendeleaje nyumbani? Salama kabisa. <laughs> Kwa kweli ni mwaminifu kabisa. Sawa sawa. Kwa kweli tunafurahi sana uh, kuwa na wewe tena katika kipindi chetu kizuri mahali hapa. Amen, amen. Habari hmm, ya huduma mtumishi. Ah, ni njema tunamtukuza Bwana. Ndio. Bwana anaendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuona fadhili zake na uweza wake lakini, mm. pia ushindi wake katikati ya maisha yetu. Ndiyo. kwa hiyo hakika Mungu ni mwaminifu na wahaki. Sawa, sawa. na kama ambavyo umenisalimia nikakwambia Mungu ni mtamu eh, siku baada ya siku anazidi kuwa mtamu zaidi, mm. kulingana na fadhili na uweza na ushindi ambao anaendelea kufanya katikati ya maisha yetu kila inapoitwa sasa, mm. Y yeah, yeah. Tumishwa Mungu, uh, kwa kadri ambavyo unaendelea kuifanya kazi ya Mungu, una unaona bado una moyo wa kuendelea kuifanya katika ukubwa ule ule ambao uliutazamia kuifanya kabla hujaingia katika utumishi wa Mungu. Naise bado ndio kwanza alfajiri. <laughs> Ndio bado alfajiri. Kweli kabisa mtumishi. Ah, <laughs> yani, ndio bado. Watu wengi wana, wana wanakuwa na kiu mwanzoni. Yaani pamoja <laughs> na changamoto na vitu vingine vya hapa na bakini bado ni alfajiri. <laughs> Bado alfajiri. Ah, nimeona watu kadhaa wakiwa na shauku mwanzoni kabisa kwa huduma, lakini kwa kadri anavyozidi kuifanya anaona kama vile nilidandia basi kwa mbele. Anakata <laughs> tamaa, <laughs> anajisikia kuishia njiani. Uh, of course kwangu mimi, mtazamo wangu uh, mm. Ni tofauti sana kwa sababu jua yupo mwenye huduma aliyeniita, na kwa sababu aliniita, aliniita mm. mimi mtumwa ni, ni wa kwake, kwa hiyo so, ninafanya so. kulingana na maelekezo directives za kwake na ninamshukuru Mungu mm. kwamba hajawahi kunipungukia jambo lolote mm. na nilitengeneza eh, kauli kama ambayo Musa alitengeneza wakati anajiandaa, wakati Mungu anamwambia Ebu nenda kalikomboe taifa langu la Israeli kutoka utumwani, yeah. Musa akamwambia kwamba usipokwenda na mimi sitasitoke hapa. Sawa basi, uh, moja kwa moja mtumishi wa Mungu tuelekee katika mada ambayo tuko nayo, lakini pia awali ya yote, hebu tumfahamishe mtazamaji majina yako sahihi, ni nani unaitwa hasa? Okay, okay, hmm. okay. ninaitwa mtumishi wa Mungu Ombeni Salomoni hmm lakini kwenye mitandao ya kijamii ninatumia zaidi jina la Saombeni. Sawa, sawa. na ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo Mungu anaendelea kunipigania na kunitia nguvu katika mm. kazi yake Ndiyo. kupitia huduma uh, ya Yocnet iliyopo mm. Manispaa ya Morogoro, Kihonda, kwa Chambo Magunila mm. yeah, kwa hiyo mshukuru Mungu, tunamwona vile ambavyo Mungu anafanya kwa ukubwa na saabu. kwa ufanisi na Mungu anajidhihirisha kwa viwango vikubwa hmm. Amen, amen. Okay, sawa, swali ambalo tulikuwa nalo siku ya leo ni kuhusiana na sadaka Ndio. na tunapozungumza hili swali tunahoji kwamba eh, tunatoa ili tubarikiwe au tunatoa tulichobarikiwa na Mungu. Kuna pande mbili hapa, tunatamani kufahamu ukweli halisi katika utoaji wa sadaka, tunasimamia katika dhima hipi hasa Tunatoa ili tubarikiwe au tunatoa tulichobarikiwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante. Yes. eneo hilo la utoaji ni ni eneo ambalo nimeliona limekuwa na changamoto sana kwa watu wengi, na nafikiri ni kwa sababu ya kuto kupata kupata kuto kupata neema ya kuelewa kwa kina dhana ya utoaji. hmm. Najua dhana ya utoaji, watu wengi wamekuwa wakijikita sana kwenye suala la mafanikio hmm na that's why hata hilo swali lako limekuja, tunatoa ili tubarikiwe au tunatoa kwa sababu Mungu ametubariki. mm. Eh. lakini kiuhalisia, dhana ya utoaji haiko hivyo, dhana ya utoaji haiko hivyo, kwa sababu baraka ni moja ya matokeo, ni moja ya matokeo ya utoaji. mm. ni moja ya matokeo, lakini kusudi la kumtolea Mungu, kusudi la kumtolea Mungu mm. sio kubarikiwa So, uh, uh, blessing ziko pale yaani baraka zipo, ziko, zipo automatic, hmm. zipo, automatic. Hmm. Zipo, lakini kuna kitu unaweza kukifanya ambacho ni, ni kipo kwenye mfumo kikaleta tokeo la kubarikiwa hmm. Mojawapo ni kutoa, lakini vipo vitu vingine pia ambavyo watu Mungu anaweza kawabariki watu kwa hmm, sababu, kwanza neno lenyewe baraka, neno lenyewe baraka Watu wengi wana, wanajikita kwenye uchumi, lakini baraka sio uchumi. Unajua hata afya pia ni baraka. Unajua <laughs> kuoa yani, kuoa na kuolewa ni baraka. Mtoto kupata mtoto ni baraka. Kwa hiyo baraka zipo nyingi sana. Kwa hiyo hatutoi ili tuweze kubarikiwa. Hapana, kwa sababu tayari baraka zipo, yani ule ni mfumo. Unajua Mungu Uh, unajua Mungu ametengeneza mfumo ni namna tu ambavyo unaweza ukaingia ukiwa na password, uh, uh, code ukaingia kwenye mfumo. Hmm. Sasa, uh, swala la utoaji ni mfumo ni moja mfumo katika ulimwengu wa roho. Kwanza, oh, hicho kitu lazima watu wakielewe. Na nikisema ulimwengu wa roho si kwamba ni kwetu tu ambao tumeokoka yani tuo katika ufalme wa Mungu, hapana wa hata ufalme wa giza, roho, Mungu wa roho. Yes. Hata katika hata katika serikali yani ulimwengu wa mwili serikali, kuna kitu kinaitwa pia utoaji. Watu lazima waweze kuofa ili, ili maisha yaweze kwenda, ili wa, waweze kulipwa mishahara wafanyakazi e, wa umma, huduma za afya, huduma za maji, umeme. Watu wanatoa e, kupitia shughuli mbalimbali. Lakini katika ulimwengu wa roho ukija, aidha ulimwengu wa roho wa giza, kuna kanuni ya utoaji mm. sawa, sawa lakini katika ulimwengu wa wa nuru kwa maana ulimwengu wa Mungu pia kuna kanuni ya utoaji. Sasa kanuni hiyo ya utoaji ni mfumo ambao upo, Mungu ameuweka ambao unaashiria vitu vingi. sawa, sawa. sawa. mojawapo ni utii, mojawapo mfumo wa utoaji ni utii. Kwa hiyo uti. hata kama unaweza, unaweza ukatoa, Mungu asikupe fedha Umetoa fedha Mungu asikupe fedha, lakini Mungu akaona kwamba wewe ni mwanangu, kwamba wewe unaniheshimu kweli, unajua kile ambacho umekiamini kile ambacho unakifuata kwangu. Kwa hiyo ni, ni mfumo, sio tu baraka, ni mfumo. Na, na mtumishi wa Mungu tukilifaa kwenye maandiko, neno la Mungu linasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa vitu, kwa maana kipimo kile kile ambacho mnakitoa ndicho ambacho mtalipwa mta, mta, mta, ili uh, watu wengi wamekuwa katika mafundisho ya matoleo, namna ya kumtolea Mungu. Nimeona mara kadhaa baadhi ya wa wahubiri wakiweza kufunua ile andiko na kulihubiri, wakitamani kuwafundisha watu namna ya kuwatolea, kwamba kuna kurejea kwa zaidi ya kile ambacho umekitoa. Na kama utoaji ndio e, una matokeo mengi, una sura nyingi hmm. uh, naweza nikasema sasa, ili andiko linakaaje hapo hasa katika matoleo akiwalisia hilo andiko liko sahihi. Sawa. Mm, liko sahihi. Sawa. Liko sahihi kwa sababu limejikita katika eneo maalum mm. Yes. Mada yenyewe unakumbuka inasema kwamba utoe ili uweze kubarikiwa, si ndio hivyo eh? Mm. Eh, sasa katika maelezo yangu yale ya awali nimesema kwamba baraka kwa maana ya blessings zipo nyingi sana mm. na mtu anapokuwa anatoa anaweza kapata baraka za kiuchumi, anaweza katoa, uh, kapata baraka za afya, anaweza katoa, pata baraka za ndoa, sawa sawa, pata baraka za watoto. Sasa katika Biblia pale kuna ufafanuzi tofauti tofauti, kifungu hicho ambacho unaweza ukizungumzia kinahusiana na baraka za kiuchumi sawa. Unanipata vizuri? Nakuelewa vizuri. Sasa ni kweli kabisa, kanuni ya kupata vitu hmm vingi vingi ni lazima na wewe utoe vitu. Au tuanzie hapa. Kanuni ya kupata vitu, lazima nawe utoe vitu. So, kupata vitu ni tofauti na kubarikiwa? Nimesema, ni mojawapo ya blessings lakini hebu e, e, e, e, e, ngoja nirudie vizuri hilo eneo. Inawezekana kuna watu si wewe tu, hata wengine ambao wanatufuatia wanaweza wasielewe kitu fulani hapo. Nimesema katika maelezo yangu ya awali kwamba tunaposema kwamba tunatoa ili Mungu atubariki ni kweli tunatoa ili Mungu awezi kutubariki, lakini ni aina zipi za baraka ambazo tunaizungumzia? Kuna baraka za kiuchumi ambazo nimeona wahubiri wengi, watu wengi wanafua habari ya uchumi, kwamba offering inabeba uchumi tu. No, utoaji haubebi uchumi pekee yake, lakini unabeba ndoa, unabeba afya, unabeba na vitu vingine sema kitabu Biblia imeeleza wazi kabisa, hmm. lakini nirudi nyuma, pia nimesema kwamba hmm. kwamba utoaji, hatutoi kwa sababu tunahitaji kubarikiwa, lakini tunatoa kwa sababu ni mfumo wa maisha ya ya mwanadamu hmm. yeyote aidha anaishi katika ulimwengu wa roho au katika ulimwengu wa mwili, lazima uweze kutoa hmm. kama unanielewa sawa, sawa. Wea, wea. Ukisoma kwa katika Mithali sura ya tatu inazungumzia kwamba umheshimu Mungu kwa nini? Kwa sadaka, kwa mali ulizo nazo. Kwa hiyo unaweza ukatoa kwa sababu eh, umetambua kwamba hicho kitu sio cha kwako. Ukitumia uwezo wa kwako, sio akili zako. Ni Mungu amekufungulia mlango wa kuweza kufanya. Kwa hiyo unamheshimu kwamba Mungu ninafanya kwa sababu nimetambua wewe ndiyo chanzo cha kila kitu. Sio nahitaji uweze kuniongezea vitu. Okay, mtumishi wa Mungu, nimeelewa. Nimekuelewa. Kwa hiyo baraka ni sehemu ni ni sehemu moja wapo. Kuna sehemu nyingi sana za utoaji. Yaani ambao niseme maana halisi ya utoaji. Inaashiria vitu vingi kimojawapo. Ni hizo baraka za kiuchumi. Okay. Eh. Na labda definition halisi ya baraka. Mimi nafikiri hii inaweza ikamwondolea ukakasi mtazamaji, lakini pia na msikilizaji akaondokwa na maswali mengi ambayo labda anaweza akajitengeneza katika ufahamu wake. Definishoni halisi ya baraka ni nini? Tunaposema baraka tunazungumzia nini katika ulimwengu wa roho? Tunaposema tunaposema baraka, maana yake ni kupewa kitu mm. yaani kupata kitu ambacho mm. kiuhalisia kwako mm. kilikuwa kinakustahili lakini Mungu anaweza akakupa hicho kitu mm. sawa mm katika hali ya kawaida umenipata vizuri mm. au in favor, yani kwa kiwango ambacho ni cha, ni cha ziada mm. unanielewa mm. Mungu ame- amekusudia uweze kuwa na kitu fulani, lakini Mungu anakupa zaidi ya kile kitu ambacho ulikuwa una deserve uweze kupata. Hiyo ni favor. Kwenye ulimwengu wa roho kuna favor, nimeoji kwa sababu eh, nimejaribu kulifaa ile habari ya Yakobo na Isaka mm. Wakati Yakobo anabarikiwa na baba yake Isaka mm. hakupa, hakumpa kitu cha kushika mkononi mm. badala yake tunasoma katika maandiko kwamba alimtamkia baraka exact. Exact. Kabisa. Na yale yes. mafanikio ambayo Yakobo aliyapata ya kuwa mm. na mang'ombe mbuzi, mafanikio makubwa mm. uh, yametoka katika Eh, shughuli zake baada ya kuondoka nyumbani mm. ameenda akapata kule matokeo mm. mm. ya baraka ambayo mm. imetoka, ambayo alipewa na babake Isaka, yes, babake that's why mm. nimejaribu kuhoji hilo swali mm. ili tuweze kupata definition ya baraka nini, kwa sababu kuna mtu ambaye anafikiria akipata gari amebarikiwa, akipata nyumba amebarikiwa. Yaani baraka <laughs> haiko tena katika maana ya rohoni, badala yake nimeona watu wameicheki katika mazingira ya vitu ambavyo katika vitu Ha, ni, kuna maana mtumishi sorry, kuna maana kwamba mtumishi mtu anaweza kawa amebarikiwa, lakini hayupo katika kiwango cha kufanikiwa. Najua ku, swala la kufanikiwa He. pia sio swala la vitu. Kuna kufanikiwa, kuna hali ya kuweza kufanikiwa mm. Kwa mfano, kama Mungu akikupa, akikupa feva ya kibali mm. automatically tayari umefanikiwa, hata, hata, hata, hata kama bado haujapata hauja vitu hmm lakini tayari umeanza kuwa blessed, yani Mungu umeanza kufanikiwa. Hebu fikiria sawa, hebu fikiria wewe una mwaka mzima hujaumwa, alafu kuna mtu ambaye ana mali zinewe, kila mwezi anaumwa mara kumi. Unaonaje nani ambaye amefanikiwa? Mtazamaji pia na wewe usisite kuweza kudondosha komenti yako ya swali hapo chini, tunaweza tukashare hilo swali lako kwa mtumishi wa Mungu hapa Level Ombeni atakwenda kutufafanulia kwa ukubwa kabisa tuweze kufahamu kipi ni kipi na kweli yake ni hipi kwa habari ya kutoa pamoja na baraka mm. za Mungu. Sasa watu wengi wamekuwa wakijitetea katika swala la kutoa yeah. kujitetea kwa maana ya kwamba wamelinganisha ume, hali zao walizonazo za kiuchumi mm. zimewapelekea wao kuona kwamba hawana cha kutoa Yaani mtu anajiangalia anasema mbona mimi kipato changu shilingi elfu tano kiasi kwamba elfu tano hainitoshi mimi na familia yangu. Sasa hii katika elfu tano tena bado nitoe. Eh, watatoa wale ambao wako kule wana millions of money. Hii <laughs> eh, imekaaje mtumishi wa Mungu? Ah, ni kweli. Unachokisema ni kweli na kipo na ukitazama hata kwenye vyombo vya habari, ukifuatilia hata ibada maeneo mengi, hicho kitu watu wanacho katika ufahamu wao. Na kama nilivyosema pale awali ni vile tu ambavyo wanakosa no? maarifa kuhusiana na swala la utoaji hmm. Lakini uhalisia ni kwamba, eh, hatutoi kwa sababu tuna vitu vingi, lakini tunatoa kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuwa na vitu yani, ya kuwa na hata kama ni kitu kidogo yani, chochote ambacho Mungu amekupa hmm. Hicho unapaswa uweze kutoa. Kama ambavyo nimesema utoaji una tafsiri nyingi Mm. Eh, hey, una tafsiri nyingi. Ndio. Mm. Maana hata yule mwanamke mjane, unajua wakati anatoa walikuwepo, Biblia anasema walikuwepo watu ambao walikuwa ni matajiri na walitoa fedha nyingi. Mm. Sawa, nyingi. Sawa, sawa. Lakini yule mwanamke alikuwa na cha kwa cha mwisho alichokuwa nacho. Alicho cha mwisho alichokuwa nacho. Kwa hiyo, Mungu haangalii kwamba una shilingi 5000, lakini Mungu anataka umheshimu katika hiyo 5000 uliobaki ulio uliobaki nayo. Hiyo hiyo, ili Mungu akurejeshee zaidi, wetha arejeshe fedha au au akutengenezee milango ya kupata fedha zaidi mm. Yes. Uh, mtazamaji, kama ambavyo unaweza kumsikia mtumishi wa Mungu akiweza uh, kutufafanulia vizuri, lakini je, katika swala la kiimani, katika swala Deo la kiimani uh, utoaji una maelekezo au mtu anaamua namna ya kutoa kulingana na kiwango ambacho yeye pia amemheshimu Mungu kibinafsi? Ah. Katika ulimwengu wa roho utoaji una kanuni zake, una kanuni zake kabisa za muhimu, na nimekuwa nikiona watu wamekipata shida sana hilo eneo, sababu unakuta mtu labda ameingia ibadani muda wa sadaka ndio anaanza kupapasa, he, yani mifukoni, kwamba kuna kitu gani kitu gani aweze kutoa, jambo ambalo katika ulimwengu wa roho si sahihi. Kwa sababu chochote utakachokifanya katika ulimwengu wa roho ni lazima kiendane na maelekezo ambayo yanatoka katika ulimwengu wa roho usifanye kitu kwa sababu unacho au kwa sababu una vitu vingi lakini fanya vitu kwa sababu Mungu amekuelekeza kufanya kwa hiyo ni vizuri sana uwe na muunganiko ndio maana mimi binafsi nimekuwa nikifundisha sana kwa watu ambao wamepata neema ya wokovu kuimarisha uhusiano kati yao na Mungu aliyewaokoa. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu mtazamaji, eh. Leo tumezidi kufafanua kwa kina kabisa, tunatoa ili tubarikiwe au tunatoa tulichobarikiwa na Mungu, na umeweza kumsikia mtumishi wa Mungu Ombeni, akiweza kutufafanulia kwa ukubwa kabisa, nini halisi, nini cha kweli na chenye uhakika katika hiyo sentensi ambayo watu wengi wamekuwa wakihoji katika fahamu zao. Sasa kwa kuhitimisha kabisa, nimpe nafasi mtumishi wa Mungu aweze kualika ku katika ibada lakini pia mahali ambapo Mungu amempa kuchunga huduma, uweze kufika mahali pale ukashiriki ibada pamoja na wao. Na kipindi kinachofuata, tutakwenda kuuliza swali la kwanza kwa sababu tutakuwa na mwendelezo wa pili eh, kutoka kwenye hii mada. Tutauliza, je, unaweza mtu ukakopa na ukaenda kutoa sadaka? Hilo ndio swali ambalo tutaanza nalo katika sehemu ya pili katika mada hii kubwa ambayo inahoji tunatoa ili tubarikiwe au tunatoa tulichobarikiwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu useme na mtazamaji, mahali ambapo unamepata neema ya kuchunga kazi ya Mungu, lakini pia umkaribishe mtazamaji mahali pa ibada aweze kushiriki ibada pamoja nanyi. Amen. Nianze kwanza kwa kurudia tena kujitambulisha ninaitwa Mtumishi wa Mungu Saombeni, ninatumika katika madhabahu takatifu ya Yoknet iliyopo manispa ya Morogoro, Kihonda kwa Chambo ndani ya Magunila. Magunila na hapa ndipo ambapo tunafanya kazi ya Mungu na tunamwona Mungu kwa namna ya pekee na ya ajabu sana. Nimekuwa nikisema inawezekana, ndani ya ufahamu wako umeingiziwa ajenda ya kwamba kuna kitu chochote ambacho ni kigumu kwako, kimeshindikana, hakiwezekani, na inawezekana hapo ulipo umekata tamaa, lakini leo mtumishi wa Bwana ninakuthibitishia vile ambavyo Mungu atakupa mwendo wa kufika na, au kukanyaga katika madhabahu takatifu ya Yoknet, ndivyo ambavyo unakwenda kukutana na muujiza wako live, live, kutoka katika madhabahu hii ya Yoknet, hapa Kionda kwa Chambo Morogoro mjini. Nikukaribisha ni sana, tuna ibada zetu nzuri, ibada ambazo zinaambatana na udhihirisho halisi wa kimungu unaokwenda sambamba na maisha yako halisi ya sasa, sio ya mwaka jana, ya sasa Mungu anajidhihirisha kwako kwa sasa, na tuna ibada siku ya Jumanne saa kumi kamili jioni. Pia tuna ibada siku ya Ijumaa saa kumi kamili jioni, na siku ya Jumapili ni ibada kuu yenye nguvu za miujiza, ishara na maajabu na udhihirisho uliojaa tele katika madhabahu takatifu ya Yokneti na ibada ya Jumapili inaanza saa tatu kamili asubuhi. Na nimeona watu wengi wakifika wakikimbia hapa, na kila anayefika hapa Mungu anamhudumia kwa namna ya pekee sana. Nikutie moyo mtazamaji kwamba mahali hapa ni mahali sahihi ambapo Mungu anaonekana live bila kutumia kifungashio chochote kile wala gharama yoyote ile. Mungu anajidhihirisha bure bure katikati ya maisha yako maumivu ulio nayo, kilio ulicho nacho, kwa Yesu inawezekana ni mwisho wake kabisa, hautalia tena. Kanyaga fika katika madhabahu takatifu ya Yocnet, ukutane na uwepo wa Bwana ambao ni halisi, na Mungu atatenda kwa ajili yako. Mungu akubariki sana, lakini unaweza ukafuatilia uh, ibada zetu ambazo tunazifanya live kwa jina la Sa Ombeni, Sa Ombeni au Yoknet. Yoknet ni Y O C N E T. Yoknet au neno Sa Ombeni. Tufuatilie katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ukutane na baraka na neema na Mungu atakwenda kutenda kwa namna ambayo si ya kawaida sana. Amen, amen, amen. Sawa bwana, mimi ni kushukuru pia mtazamaji. Uh, usiache kushare kusubscribe kucomment pamoja na kulike. Kipindi kijacho tutahoji swali ambalo nimekwambia kwamba, je, unaweza ukakopa fedha na ukaipeleka kutoa sadaka moja kwa moja? Hiko ndicho ambacho tutaanza nacho Mungu anasema Mungu anasikia, na kama Mungu anasema na anasikia, basi muulize namna gani uweze kumtolea, na atakupa maelekezo, kama ambavyo mtumishi wa Mungu Lesaumbeni ameweza kutufundisha, kwamba tunatoa kwa sababu tumeelekezwa namna gani njema ya kumtolea Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.